Kama taasisi tuna makubaliano maalum ambayo tunaita MOU pamoja na, na wenzetu wa Tanzania Startup Association na ni wadau ambao tunakwenda vile vile kutoa support yetu katika eventi hii. lakini pia sisi kama taasisi katika siku ya tatu ya hii wiki tutakuwa na forum maalum ambayo tutakwenda kuzungumzia mambo ya afya lakini pia uwekezaji ambao unafanyika kwenye mambo ya teknolojia yanawezaje kusai, kusaidiaje katika uh, utoaji wa huduma za afya. Na tunaelewa ya kwamba Watanzania wengi wanakuja na vijana tofauti tofauti wanakuja na innovation ideas tofauti tofauti. Sasa kwa kipindi hiki moja kati ya vitu ambavyo tunakwenda kuviangalia kwa ukubwa wake na kuweza kukutanisha hawa wajasiriamali wanaokuja na na na wanaokuja na hizi ideas tofauti tofauti, kuweza kusaidia ufikiwaji wa huduma hizi kwa wananchi, ni jinsi gani sasa tunakwenda kuangalia mifumo imekaaje kuwawezesha kuhakikisha kwamba wanaweza kufikia yale malengo na intervention ambazo wanazozifanya, lakini pia ideas ambazo wanazitengeneza zinaweza zikawa successful kuhakikisha kwamba huduma hizi zinatolewa. Kwa hiyo katika uh, forum ambayo tutakwenda uh, kuidhamini taasisi ya Benjamin Mkapa itakwenda kuangalia ni jinsi gani tunaweza tuka scale up, Tanzania Health Digital Innovation katika upande wa innovation na upande wa investment kwa ujumla wake lakini pia katika mambo makuu ambayo tutakwenda kuyaangalia, na hiki ni kitu muhimu sana kuweza uh, watu kuweza kufika na kuona especially hawa ambao uh, wenzetu wanaokuja na hizi idea tofauti tofauti, ni jinsi gani kwa upande wa sera, kwa upande wa miongozo na upande mzima wa usimamizi inaweza ikawapelekea wao kuhakikisha hizi idea hazifi wala hizi idea haziishii njiani na kuweza kuwa successful. lakini pia tutaweza kujadiliana na na kwenye forum hii itahusisha watu mbalimbali mbali mashuhuri ambao watakuja kusema experiences zao, watakuja kusema sheria zimekaaje, watakuja kusema pia ni vitu gani ambavyo vijana wanaokuja na hizi innovation tofauti tofauti wafanyaje, ili waweze kufikia yale malengo ambayo yanaweza yakam uh, malengo ambayo mwisho wa siku uh, innovation idea zao zitakuwa zimefanikiwa. Kwa hiyo na sisi Benjamin Mkapa kwenye kwenye kwenye kwenye shughuli hii tutakuja na intervention ambayo pia tutaionesha, ambayo solution ambazo tumezitengeneza, na moja kati ya solution atakuja kuelezea mwenzangu zaidi, ambayo pia italeta mabadiliko katika kufikia uh, universal health coverage pamoja na vision ya 2050.